Na kama tulivyoanza kukueleza ni kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki tano baada kukana ya kukana mashtaka ya ufisadi. Aidha mahakama imetoa masharti makali kwa gavana huyo, ikiwemo kuwekewa vikwazo vya kutofika kwenye afisi zake za kaunti ya Trans Nzoia kwa kipindi cha siku sita siku sitini siku kunradhi. Hivi sasa nampisha basi mwanahabari wetu Ben Kirui atupashe mengi. Mapema asubuhi baada ya kutolewa katika korokoro za tume ya EACC, gavana wa Trans Nzoia ya George Natembeya alifikishwa katika mahakama ya Kilimani kusomewa mashtaka ya ufisadi, mgongano wa maslahi na unyakuzi wa mali ya umma. Waendesha mashtaka wakipinga kuachiliwa kwa gavana kwa dhamana, wakieleza wasiwasi kuhusu uwezekano wake kuhitilafiana na mashahidi au kuharibu ushahidi We are

Three for as. Hata hivyo mahakama ilitofautiana na upande wa mashtaka katika uamuzi wake. Hakimu si eno Ndieki akisema kuwa upande wa mashtaka ulikosa kutoa sababu za kutosha za kumnyima dhamana. Gavana Natembeya akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 pesa taslimu kama sehemu ya masharti ya dhamana. Mahakama imemwamuru gavana kutofika afisi za kaunti ya Trans Nzoia kwa muda wa siku sitini. Natembeya alikamatwa Jumatatu katika matukio yaliyosheheni kizaza. Anadaiwa kuwa kati ya Januari mwaka wa 2023 na Aprili mwaka wa 2025 alinufaika kifedha kupitia kampuni tatu zinazodaiwa kuwa na uhusiano wa karibu naye kibinafsi. Inadaiwa pia kuwa moja ya kampuni hizo inamilikiwa na Masi Chelangat ambaye ni mkurugenzi na mshirika wa karibu wa gavana huyo, huku kampuni hizo zikiendelea kupokea kandarasi za hadi milioni tatu nukta tatu kutoka serikali ya kaunti. Kesi hii imeratibiwa kutajwa tarehe tatu mwezi wa Juni. Siku nzima ya vikao vya mahakama na mvutano wa kisheria kati ya pande zote mbili imekuwa ni kilele cha matukio ya Jumatatu. Japo gavana ameachiliwa, ataendelea kukabiliana na madai hayo ya ufisadi. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.